Njooni basi tushirikiane. Hivi mke wangu ana akili kweli? Niko kazini. Asubuhi kaondoka sijui kaenda wapi. Ameniambia wanafanya kazi huko hapa sokoni. Yeye mke wangu sijui ana yule pale. Mwangalie, mwangalie, mwangalie. Hivi mwanamke ana akili kweli? Wewe ndio ubaya kuoa nako akichaga huko. Hivi wewe una akili wewe? Umekusanya wanawake wengi unawajaza ujinga. Wanawake wa Moshi wameamka. Anatuhamasisha na sisi tuko imara. Eh, tupige kura tarehe 29. Hapana. Ah, mmoja kumbe, umewakusanya ili mtiki. Tarehe 29, utapiga yeah, yeah, kura unatiki, yeah, kura. Kura. Kura. Kura kwa nani? Mama Samia Simoni.

Njooeni <tikin> yeah, mm. <Mjoyani> basi tukushirikiane. Hivi mke wangu ana akili kweli. Hivi mke wangu ana akili. Asubuhi kaondoka sijui kaenda wapi. Wanafanya kazi huko sokoni. Yeye mke wangu ana ana yule pale. Hivi mwanamke ana akili kweli. Mimi tarehe siwanaihiimwanamke anaakili endo ubaya kuoa wanawake wa Kichaga huko. Hivi wewe una akili wewe. Umekusanya wanawake unawajaza ujinga <tikin> Wanawake wa Moshi wameamka. Ah, ngoja, kumbe umeyakusanya ili mtiki. Tarehe 29 lazima uta utapiga kura Oktoba. Una tiki kwa nani? Mama Samia Simoni?